Maisha ambayo kwa wewe mtoto wako vile mtoto atakavyoishi basi, kama kuangalia anayoishi nayo ndani yake, utakuwa wewe mzazi ndio mebiba dhima ya kujibu siku ya hukumu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Labda tukusie swala moja ambalo katika yale ambayo wameeleza vijana swala la utamaduni, na hapa nimemsikia kaka yetu Serge amezungumza. Mtiani uliopo ni kwamba Belgique imegawanyika katika mafungu manne au matatu, wanazungumza Kifaransa, wanazungumza Kiingereza, uh, wanazungumza Kiflamana. Je, hawa watoto wetu tunawapa elimu gani katika haya uh, matatu tuna mashekhe wengi, tunaimani kwamba mashekhe wengi kama itapatikana ile al ihtihad wal watiswa, umoja na mshikamano wa viongozi wa dini ambao tunaamini kwamba wapo hapa katika Umoja wa Ulaya, ninaimani haya ni mepesi kwao kuyatatua, lakini kama viongozi wa dini hawatokuwa na umoja huu au na ushirikiano huu, wakakutana na wazazi wa watoto ambao wamezaliwa hapo, basi na imani itakuwa ni sawa na kuchukua maji kuyaweka kwenye pakacha ambalo hautofika nalo kokote. Utafika nyumbani, hakuna maji, umedokea na pakacha tu. Au ni sawa na kuchukua maji kumwagia katika mgongo wa yake basi atakuwa anashangilia kwa sababu maji ni asili yake, kuoga. Kwa hiyo wazazi wafanye nini katika kufanya communication between them and the teachers and scholars? Kama hakuna mawasiliano between parents and scholars, we have failed, tumefail. Sasa ni network gani inatakiwa baina ya wazazi na walimu? Kakaseji alizungumza kwamba kuna yule ambaye anasema mimi namkubali shekhe fulani. Kwa lipi? Kwamba na sura nzuri, au akivaa anapendeza, au kwa elimu yake? Je, elimu ya aina gani ambayo unampendia shekhe fulani na haumpendi shekhe fulani? Hayo ni maswali ya kujiuliza baina ya wazazi na. Je, ni kweli mashekhe wana matabaka? hapo, tukiweza kujua e, kweli mashehe wanaoishi hapa Europe wana matabaka? Ikiwa wana matabaka, basi wao ndio wanavunja misingi yote ambayo labda watoto wangekuwa kwa maipata. Kwa sababu wazazi anaweza kusoma na akusoma dini, Mwenyezi Mungu amemjalia amekuja Ulaya, lakini dini akusoma, asimsomeshe mtoto wake kwa sababu yeye akusoma. Hapana, nilitoa mfano jana Kasema, napenda na, na au na, ningeona kwamba wazazi wote au wamama wote wangekuwa kama mama yangu mimi, sababu mama yangu mimi ni muingia dini, lakini alinisomesha dini, na yeye hakusoma dini, hakuijua kabisa dini, lakini alinisomesha alhamdulillah. Je, wamama wote wangekuwa kama mama yangu, nafikiri tungekuwa binlfaizin. Sasa hatuwezi tukasema kwamba hawakusoma hatujui wao ndio wanajua, kama kusoma au walisoma levo ya aina gani, mzazi. Lakini bahati nzuri, upo hapa Ulaya, unafahamu Sheikh Salum yupo anaongezeka, daktari yupo, kuna shehe nani na shehe nani. Kwa nini isiwe nafasi ya wazazi wakasahau zile tabaka zao zote, wakasema jamani, wazazi kama wazazi, ili watoto wetu tuwaelimishe katika dini, basi kwanza tuwakusanye Aa, mashehe wanaogombana au awaelewani wana au, au basi tuwakusanye, tuwe kitu kimoja, tuwe na shura yetu ya wazazi na mashehe, ili tuweze kutengeneza jamii, kwa sababu jamii inaporomoka. Tutafanya nini au njia gani tumeke? Dokta, tusaidie njia gani tumeke, ili huu mfarakano baina, baina wa baina hiyo katika mstari mmoja. Nina siku mbili hapa na siku mbili na miaka ishirini hapa, sijakuja takriban miaka ishirini ndio nakanyaga jana. Lakini ndani ya siku mbili nimegundua mengi katika jamii. Naam, ndio maana nimegusia neno kwamba nikatumia aya wa hata si